Kuna visa visanga ambavyo vimeweza kufanyika, nimeeleza Ngomeni, nimeeleza Midodoni, nimeeleza pale Marikebuni na kwa sasa naeleza, mpaka kwa sasa tunavyozungumza Kenichonga ameenda pale kutoka Kanagoni, ajaribu kuingia pale na kutishia wengine. Kwa hivyo uh, wale wahusika na IEBC iweze kuwajibika. Tumejitolea yeah. tumejitokeza tunafanya maamuzi kama jamii ya Magarini. Asante. Wanaingia kwa vituo wakipeana vitisho kwa wapiga kura. Kwa hivyo tunauliza wale wote ambao si wapiga kura wa Magarini na kamwe hawastahili kuwa kwa vituo, waweze kupeana nafasi wananchi wenyewe wafanye maamuzi huru pasipo kugandamizwa. Naam, tumeona uh, baadhi wa wagombea wa, wa kitu hiki wakitoa malalamishi yao kuhusiana na Uh, maajenti wao wa kutokuwa katika vituo vya kupiga kura labda pia, tu, uh, kwa upande wako taswira iko vipi pia tumekuwa na hiyo changamoto kwamba baadhi ya agents wanapoenda kwa vituo wana nyimo nafasi ya kuweza kuingia tumekuwa na kesi moja ya ma, marekebuni primary uh, one of our agents amekatazwa kuingia kwa kituo then ikabidi tuweze kufuatilia then hapa uh, Midodoni na sehemu zingine but pale Ngomeni mheshimiwa ruweda anaingia kwa kituo na anatishia wapiga kura wetu, ati kwa sababu wako na wananchi wa Magarini wako na mtazamo tofauti na Kenchonga. Jinsi tunavyozungumza sasa, ameenda Kanagoni primary, ameingia moja kwa moja kwa vituo na wanajaribu kutishia wapiga kura. Kwa hivyo tunaomba vitengo husika uweze kuachukulia hatua, wananchi wa Magarini wasitishwe, wapate nafasi ya kuweza kujamlia, yeah. Sisi, sisi uh, tu, tunatarajia tunatarajia kwamba siku ya leo itakuwa siku ya amani, na tunauliza wale wote washikadau uh, wote waweze kudumisha amani ili tupeane nafasi nzuri, mazingira mazuri, wananchi waweze kufanya maamuzi. Um, tumejaribu kufuatilia Uh, watu wamejitokeza katika maeneo fulani bado. Uh, watu ambao wamejitokeza sio wengi vile, but tunaamini uh, watu watatoka ili waweze kufanya maamuzi yeah. Na, na, nafikiri hii hii utovu wa usalama ndio inatishia wananchi. Unajua wengine wanakuwa na hofu sasa kwamba tutaenda vipi kwa kituo kama hatujahakikishiwa usalama wetu kwa hivyo tunataka tuulize kwamba tuweze kuhakikisha uh, kwamba usalama wa kutosha uko ndani ya Magarini, ndio tupeane nafasi nzuri ya wananchi waweze kufanya maamuzi tuendelee, yeah. Uh, kwa majina naitwa Walid Sketi na mimi nafanya na shirika la Vocal Africa na leo tumekuja hapa sisi ni kama observers. Uh, election, the by election ambayo inafanyika kote nchini uh, tunaweza kuitam kama as a historical uh, litmus test uh, in the political arena ya nchi yetu kwa sababu at a time when uh, uh, wananchi wana shauku nyingi na uongozi na ile imani ya tume ambazo ziko independent iko katika shauku. Tunafanya hizi by elections, that's why tunasema these are historical by elections. thsacio uh, sisi kama observers observes uh, paka sahihi Uh, yapo mambo ambayo yako sawa na kuna mambo ambayo hayaridhishi. Uh, tukianza na yale mambo ambayo yako sawa ni kwamba uchaguzi ulianza in a timely manner. Uh, kura vituo vilifunguliwa kwa wakati ambao unastahiki. Uh, kwengi ambapo tumetembea ikiwemo kule uh, Kibokoni uh, Primary School pale uh, Sabaki uh, na hapa eneo la Marereni vituo vimefunguliwa wakati mwafaka. Uh, tatizo ambalo liko kwa sasa ni hali ya usalama, kwa sababu viongozi na wengi ambao wamekuwa wakituhumiwa kuleta vurugu ama kuanzisha vurugu ni wale viongozi wa kutoka ile pande ya ODM, kwa sababu kuna huyu kiongozi anaitwa Kenchonga. Kenchonga ameweza kutimuliwa kutoka kwenye vituo kadhaa kwa shutuma za kuhonga wapigaji kura. Hili ni jambo la kuwatua moyo sana kumetokea vurugu kiasi. A good thing ni kuwa police officers are taking charge and they are being proactive katika ku handle uh, hii situation. Tutazidi ku update as the situation as inaendelea. Jambo lingine pia tunataka ku condemn sisi kama observers, ni viongozi wanapokuja kupiga kura, ile meeting and greeting is not allowed kwa sababu ule si waka, hapa si mahali pa kupiga siasa, hapa ni mahali pa kupiga kura. Lakini tumeona kule kiongozi yule Kombe alipopiga kura alitangamana na wale wapigaji kura, na hapa pia tumemwona uh, Stanley Kenga amefanya jambo hilo, ile ile hali ya kusalimia wapigaji kura na kuzungumza nao, ni jambo ambalo haliruhusiwi kisheria, and we urge uh, contestants katika huu chaguzi waweze kurefrain kwenye mambo kama hayo. Kwa majina ni Victor Kaudo, nikiwa mtetezi wa haki za kibinadamu na vilevile nikiwa observer katika hii by election ya Magarini. Yale mambo ambayo yanaendelea ni vurugu za hapa na pale kidogo kidogo, ambazo zinasababishwa na elected MPs ambao hawatoki kutoka hii area. Tafadhali mlifanya kampeni yenu It's high time; leo mwachie wananchi wa decide kile ambacho mliwaelezea, na leo sio siku yenu, ni siku ya wananchi. Let there be peace, na peace ndio tunataka. Kwa hivyo Kenchonga, mheshimiwa Kenchonga, tafadhali, popote unapoenda, zile vurugu ambazo tunaziona hazistahili siku ya leo. Na asante kwa maofisa wetu wa usalama ambao wametekeleza kazi yao vizuri sana kumwondoa Kenchonga mahali hapa na ku neutralize whatever was happening, asanteni.